Kwa nini masikini ni wengi kuliko matajiri? Tambua sababu na jinsi ya kuepuka mtego huu. Karibu Pesa Vibe. Leo tunazungumzia ukweli unaoumiza lakini ni muhimu: kwa nini masikini ni wengi kuliko matajiri? Usikose hadi mwisho, nitakueleza pia jinsi ya kutoka kwenye kundi la walio wengi masikini, na kuingia kwenye kundi dogo la waliotajirika. Sababu ya kwanza, elimu ya fedha ni adimu. Watu wengi hujifunza hesabu, sayansi na historia, lakini hawajifunzi kuhusu pesa, jinsi ya kuitengeneza, kuitengeneza na kuiwekeza. Mfumo wa elimu mara nyingi unakuandaa kuwa mfanyakazi mzuri, si mwekezaji au mjasiriamali. Matajiri huchukua muda kujifunza kuhusu mali, deni zuri, cash flow na uwekezaji. Mfano, mtu masikini akipata laki moja anaenda kununua simu. Mtu mwenye fikra ya utajiri atawekeza hiyo laki kwa biashara ndogo au hisa. Tabia ya kifedha ni daraja kati ya umasikini na utajiri. Sababu ya tatu, hofu, hali na mazingira. Hofu ya kushindwa inawazuia watu wengi kuchukua hatua za kubadili maisha yao. Wengi hukwama kwa sababu ya hali walizozaliwa, lakini matajiri wengi walitoka kwenye umasikini pia. Mazingira yetu, familia, marafiki huathiri sana mtazamo wetu kuhusu pesa. Ukiwa kwenye jamii inayodharau mafanikio au biashara, unakuwa na hofu ya kujaribu. Sababu ya nne: ukosefu wa nidhamu na mpango wa maisha. Watu wengi hawana budget, hawajui wanatumia pesa yao wapi. Wanakosa mpango wa muda mrefu kuhusu maisha yao ya kifedha. Matajiri wengi huwa na malengo ya mwaka, ya mwezi, hata ya kila siku. Nidhamu na mipango ni nguzo za mafanikio ya kifedha. Sababu ya tano, kufanya kazi kwa ajili ya pesa pekee. Masikini wengi hufanya kazi kwa ajili ya mshahara, matajiri hufanya pesa iwafanyie kazi kupitia uwekezaji, biashara au mali zinazozalisha kipato pasipo wao kuwepo. Mfano, kuwa na nyumba ya kupanga, kuwekeza kwenye hisa, kuandika kitabu au kuanzisha biashara ya mtandaoni mtandaoni hapa, jinsi ya kujinasua: hatua tatu za kuanza nazo leo. Moja, jifunza elimu ya fedha, soma vitabu kama Rich Dad Poor Dad poor the Richest Man in Babylon ni vitabu bora vitavyobadilisha mtazamo wako kifedha. Mbili, tengeneza budget, punguza matumizi isiyo ya lazima. Nne, tafuta chanzo cha kipato cha pili hata kidogo, kama kuuza mtandaoni au freelance itakusaidia kuongeza kipato na kukusaidia kuendana na mabadiliko ya dunia kama mfumoko wa bei na kadhalika. Masikini ni wengi, sio kwa sababu ya laana, ni kwa sababu ya mfumo, mazoea na mitazamo mibaya. Habari njema, unaweza kubadilika. Unahitaji tu kujifunza, kubadili tabia zako na kuanza hatua ndogo leo. Kama umejifunza kitu leo, like, comment na subscribe kwa content zaidi kutoka Pesa Vibe.